Wateja wako wewe unawapata wapi? Kupitia mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii, mitandao ya kijamii. Lakini sasa kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi sana tunakosea. Mitandao imebadilika, mitandao imebadilika sana. Zamani mtu alikuwa anaweza kapost tu picha na post tu picha zako vizuri, siku hizi video ndizo zinafanya kazi. Na video zenyewe, sio video, video zenyewe sio tu, yani kwamba utapost video itafanya kazi? Hapana, ni lazima ujue hiyo video ambayo unaitengeneza ni video ambayo mlenga nani, lakini pia ujue namna ya kumshawishi huyo mtu na hiyo product yoyote. Jambo la kwanza. Ni lazima uwe unaelimisha lazima unaelimisha kuhusiana na hiyo product. Mtu ambaye anaelimisha kuhusiana na hiyo product ana nafasi kubwa sana ya kuuza kuliko mtu mwingine. Mimi niko natafuta simu ambayo naweza nikawa nina nikienda same nina ninaweza nikarekodi nini, nikarekodi video, naweza nikabisha yangu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo niko natafuta simu, niko nafikiria simu ninunue simu, simu gani? Kwa siku moja alikuwa anaelezea vizuri kuhusu Google Pixel; hii simu yangu, ni Google Pixel, akaelezea vizuri simu ambayo ina ina, kamera nzuri, simu ambayo inatengeneza video ambazo ni nzuri, lakini hii simu ngeipost tu hata bila kuelezea. Afa akasema kwamba jamani, Google Pixel 8 shilingi laki 3 3, angesema bwana yeye hey, milioni tatu. milioni tatu, kwani kanunue simu. Lakini namna lakini, namna namna ambavyo ambavyo ambavyo alizungumzia alizungumzia specific, lakini na na ye, ushauri, lakini lakini akazungumzia akazungumzia specification itanisaidia. Akasema bwana, hii ndio simu ambayo nilikuwa nahitaji. Tuelimisha, toa ushauri. Lakini jambo la tatu, burudisha ya kuburudisha wapendwa, hapo najua ni ngumu. Sasa hapo kwenye kufundisha, kuna siku mbao natimbilia page na Instagram, niko na na peluzi tu hivi, kutana na page moja. Yule jamaa alianza, dada alianza na alianza vizuri sana. Akasema wewe ni mwanaume ambaye unafanya kazi za kutoa jasho, una ngozi ambayo sio nzuri. Akazungumzia namna ambavyo wanaume ambao tuna, tuna, tuna, tunafanya kazi ambayo zinatoa jasho, akazungumzia kwamba alizungumzia zile pores za, za kwenye ngozi kwamba huwa zinaziba na ile jasho. Kwa unakuta wanaume wengi ambao wanafanya kazi wanashinda juani au kwenye wanatoka jasho au wana ngozi ambazo huwa zinanyai. Hata kama ana sura ambayo ana weusi ambao ni mzuri, lakini unakuta ambao wafanyaje au ngai. Lakini pia hapo hapo akazungumza akazungumza. Kitu ambacho pia nilikipenda sana akasema unakuta hata akioga bado huwa ana harufu fulani hivi wakanabaki. Na kale kaharufu tu akikusogelea kwa karibu lazima ukasikia hata kipaka akijipulizia perfume. Kw hicho kwa e, kwa kwa kitu kwamba kanifaa kwanza nisikilize ile video akawa anazungumzia kitu gani. Wakazungumzia namna zile pores ambazo zimezibwa lakini pia akawa anazungumzia juu ya harufu. Alafu baada ya hapo akatoa solution. Akasema jamani, wanaume scrub sio kwa ajili ya wanawake tu so. Ni lazima pia wanaume mnafanya nini? Minafanya scrub. Wa scrub. Scrub, polzi, aje, ulu, unafanya scrub. Akazungumzia pia umuhimu was napofanya nafungua, inakuwa ni nini, inakuwa ni nzuri, lakini akazungumzia kwamba scrub mara mbili kwa pale pale, yeah, sababu <laughs> gani? Angeposti tu ile kwamba jamani hii club kwa ajili ya wanaume. Hakuna mtu ambaye angenunua. Kwa sababu tunaweza kujisema si club wanaume na mambo ya club wapi na wapi. Lakini kwa sababu alifanyaje? Alizungumzia. Kuna dada mwingine of course na hii ni ni ni, ni, ni, ni mambo ya content. Kuna dada mmoja alizungumzia kwamba umuhimu wa mwanamke kuwa na pochi ndogo na pochi kubwa. Nilipenda maelezo ya pochi kubwa. Alikuwa anazungumzia jambo lolote linaweza katokea muda wote na wakati wowote. Eh, of course alikuwa ajaokoka kwa kwenye point moja hapo alisema kwamba sasa siku ya Ijumaa uweze kujua utalala wapi. Hapa kabla hujafika hujafika tu ile barabara kubwa tu pale ya Shekilango utakutana na mikoba mingi lakini aliokuwa anazungumzia ile kazungumzia mambo mazuri sana amezungumzia pale amezungumzia pale. Kuna mtu mwingine akatengeneza video akazungumzia, anauza mashuka sasa video anazungumzia umuhimu wa kubadilisha mashuka kwa wanandoa, akazungumzia, ile point ilikuwa ni nzuri sana, siwezi nikazizungumza zile, lakini zilikuwa ni point ambazo ni nzuri sana. Lakini baadaye akawa anazungumzia pia na rangi, yani ile amezungumzia, nikaanza kupitia nikaona anazungumzia na rangi, zile ndio posti ambazo zitakufanya uanze kukua haraka. Yani kuna mtu mwingine tu mapeji ya biashara lakini, aa, unaingiza tumbo, ni, ni, una, una, una, una una, una tumbo ndani. Namna ya kuchagua nguo ambayo ni nzuri. Kwa ni posti ambayo ni nzuri sana. Kwa baada ya hapo pia naonaga siku hizi anauza ngozi hivyo. Anauza si ngozi za wanawake wenye wenye wenye ujauzito hivyo. Lakini nadhani ile posti kwa sababu ilimvutia ikafanyaje? Ikaleta wateja wa namna ile. Kwa hiyo lazima pia na wewe uanze kutengeneza posti ambazo utakuwa unafanyaje? Unazungumzia mambo ya namna hiyo. Lakini pia hapo mambo ya kufundisha, kwa pia unatoa ushauri. Eh, unauza vyombo. Kuna posti ambazo ni nyingi, kuna content ambazo ni nyingi ambazo unaweza kuwa unazifundisha. Kuna idea zaidi ya 60 kwenye kila biashara. Unaweza kuwa unazungumzia tu hivyo vitu. E, namna ya kutunza hicho kitu. Unanua mashuka lakini lakini muda muda sio mrefu na mashuka inaharibika. Tunanunua jeans, umeifua mara mara moja ya pili, nafanya je, inaisha rangi hivyo. Ni vitu vitu kama kama, unauza nguo, unazungumza vitu vya namna hiyo. Pia hata kama ni ni content, muda mwingine ukawa unatoka pale dukani unaenda sehemu ambayo ni nzuri nzuri, unapiga picha zako, unavaa vizuri, una, unaelezea. Hivyo ni vitu ambavyo vitaanza kutengeneza biashara yako itaanza kukua wapi? Itaanza kukua mtandaoni. Kwa hiyo ni chaneli ambazo unapata kuzingatia, usije ukasema, ah, mbona, mbona peji yangu haikui. Sio kama peji yako haikui. Ni kwa sababu tu peji yako hujafanyaje? Peji yako hauja, hauja, ha, ha, ni peji yako yani haimvuti mtu. Hakuna kitu ambacho anakiona. Sasa jambo la nne, jambo la tatu, toa thamani. Anza kutoa thamani na kunakutoa thamani pia, inaelekeana na hiyo ambayo nilikuwa naizungumza kwenye mitandao. Natupeleka pale toa thamani. Biashara yako lazima uwe una unaonyesha thamani ya hicho kitu ambacho unakifanya thamani. Thamani. Kila biashara kuna thamani ambayo inatoa. Kuna mfano mmoja ni maarufu sana tu, ni urudie juu ya thamani, hasa sasa kwenye eneo la kuuza. Kuna story hiyo, story ya kampuni moja ambayo ilitoka Ulaya ikaja Afrika. Kuuza nini? Kuuza ndala. Ilipokuja huko kuuza viatu Wakaenda kwenye jamii moja ya watu ambao walikuwa wavai viatu kabisa. Kwa hiyo ile kundi la kwanza lilivyokuja, ile kundi la kwanza lilivyokuja, ikaangalia bwana watu, akasema ah, jamani, jamii hapa tukauza viatu, hakuna mtu hata mmoja ambaye anavaa viatu. Hapana, walivyoenda na vitu vyao, akawa anamwambia, jamani, viatu ni shilingi elfu kumi, viatu shilingi elfu kumi, viatu shilingi elfu kumi. Kama watu wengi ambao watu wanafanya, tunauza nguo, tunauza viatu, tunauza nini, tunataja bei wakamaliza miezi mitatu, hakuna hata mtu mmoja ambaye alinunua. Akarudi kule kwao, walivyorudi kule wakatoa mrejesho, wakasema ile jamii tumekuta ni jamii ya watu ambao hawavai viatu kabisa, hatujauza kiatu hata kimoja. Lakini kwenye marketing department, wakati wanaongea vile, wakasema hakuna mtu hata mmoja ambaye anavaa viatu, wakasema kule kuna soko ambalo ni kubwa sana. Wakatoka kule, kundi la pili, walivyotoka kule, kundi la pili kaja Afrika, likaja Afrika, likafanya marketing ya nguvu nilofanya marketing ya nguvu nikazungumzia umuhimu wa kuvaa viatu, sababu kipindi kile pia jamii, watu wengi ni wawindaji na wafugaji ambao wanachomwa wanachomwa na miba eh, wanapata funza. Wakazungumzia hizo vitu sasa, zile yale madhara na wakazungumzia na umuhimu. Ile kampuni kaanza kuuza makontena na makontena. Sasa kuna story moja ambayo nilisema, nikasema kwamba ndio chanzo cha kuzaliwa kwa kampuni ya Bata kwa Afrika, mbeka kuwa sana Lakinikukuza nini? Mtu wa kwanza amefail kwenye ile ile soko, lakini mtu wa pili amefaulu kwenye ile ile soko. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutoa thamani ya kila kitu ambacho anakiuza. Kwa hiyo ni lazima pia unapokuwa unafanya biashara, ni lazima uangalie ni thamani gani ambayo unaitoa. Unatoa thamani gani kwenye biashara yako? Kwa hiyo ni lazima uangalie hicho kitu, halafu uanze kukifanyia kazi. Sasa kuna vitu vya, vya, vya msingi vingine ambavyo nata, na, natamani watu tuvifahamu. Sasa kwa wale watu ambao tuna struggle

ni kupitia tu ile page yako tu ya kawaida. Unaweza kuwa unapost tu pale, lakini hiyo inaweza isikupatie wateja sana. Eneo la pili kwenye Facebook kuna kuna kuna kisehemu kinaitwa marketplace, Facebook Marketplace. Ile ni eneo ambalo litakusaidia sana kupata wateja wapya. Unaweza kupata wengi ambao ni wauzaji wa bei, lakini kwenye watu wa uuzaji wa bei unaweza kupata pia wateja. Facebook Marketplace ni eneo la bure la bure ambalo litakusaidia sana kuweza kuweza kupata kupata nini kupata wateja. Facebook Marketplace kaingia pale, kisha ingia pale kama kijumba, post pale bidhaa zako, bei utaandika bei na namba yako ya simu, na uzuri ni kwamba ile mara nyingi inaonesha watu wa mkoa wako zaidi hata, lakini watu wanje wanaweza kuona, lakini zaidi watu wa mkoa wako. Nilivyomaliza ile kazi ya kwanza, nilijiunga na magrupu mia mbili. Lakini baadaye kwa sababu watu wengi walikuwa wana, wana peji yangu, nikajiunga na magrupu, nikatengeneza peji nyingine natumia jina jingine, nikatengeneza peji nyingine ambayo kwenye ile peji, kwenye ile peji nikawa nafanyaje? Nikawa naposti karibia kila siku asubuhi. Nikiamka tunajua watu wakiamka asubuhi labda wamemaliza kuomba wanaingia washika simu. Kwa hiyo mimi nikatengenezaga fomula kwamba kila siku saa moja kasorobo nitakuwa naposti kwenye magrupu asubuhi nikiamka, naposti kwenye magrupu karibia yote au mengi tu nikisha msele mengi ne, ne, najua kabisa hapa mchana wote nitakuwa napokea simu. Sasa nikwa kuna, kuna, hadi moja ni uh, niliupatanga nasema kwa nauza viwanja vikindu mpaka viwanja tu shilingi laki nane, laki sita, laki saba, laki nane. Kwa hiyo nilikuwa napata wateja wengi sana kwa nafasi tu Facebook, Facebook, Facebook. Mimi siyo Mchaga, naingia kwenye kundi la Wachaga, najiunga kule, wako najadili sijui vitu gani, sijui nyorosho huko huko, na tuna natuma nini natuma maana watu wengine wanasema bwana sio discuss vitu vile, ah beki pengine anaona hapa bwana anahitaji utulivu, lakini kwa nafanya a kama uko kwenye stage ya kujitafuta ni lazima uangalie hayo maeneo pia ambayo unaweza kutumia kupata wateja. Kwa ile eneo la Facebook pia ni eneo ambalo ni zuri sana. Lakini eneo jingine wote wao kama umeweza kufika kwenye hii seminar ina maana unaweza ukapata muda pia wa kukaa na kujifunza juu ya sponsored ads. Na unaweza kujifunza sasa sponsored ads ambazo ni target. Yaani kwenye target sponsored ads. Yaani kuna sponsored ads ambazo zinaweza kukusaidia ukapata wateja wengi sana. Mojawapo aujaye kuingia kwenye page ads yana namna hiyo kwa sababu yanakusaidiaje? Hebu fikiria wewe unauza TV, alafu mtu ambaye anatafuta TV ndio anaona tangazo lako.

suite inaandikwa suit ni ni app ya, ya ya ni app moja wapo pia ya Meta wamiliki wa Facebook pamoja na Instagram. Hii inaweza kukusaidia pia kuweza ku weka hayo matangazo ukaweza kutarget, inaitwa Business Suit S U I T. Hapa mwezi mkaona, lakini mimi niko nayo hapa. Hii hii inanisaidiaga mimi Sponsored ads. Kwanza tangazo yako linaruka Facebook Instagram lakini Instastory, Instastory. Pia kusaidia, ku lakini pia pia pia hata kwa kwa tu anaangalia kule anaona lile tangazo lako kuweza zako ambazo unataka unaweza, lakini lakini wale watu ambao wako busy sana sana, kama unauza vitabu vitabu, mimi inanisaidia kuuza kwa sababu naweza nikawa ni ngumu sana kujibu message kila mmoja mmoja. Huko kuna kuna kinaitwa vipengele vingi sana lakini kimojawapo ambacho nakipenda ni plana

itakusaidia sana he, lakini pia nimezungumzia juu ya content creation. Kuna app mbili ambazo ningependekeza uzitafute, zitakusaidia zita sana kwenye biashara yako hasa mtandaoni. App ya kwanza ni angalau upate hii hapa CapCut. ni app ambayo inajulikana sana, app ya CapCut. Hii app ya CapCut bwana, unaweza uka edit video, unahitaji kuweka maneno kwenye video yako unahitaji unahitaji kuweka namba kwenye kwenye video yako, video video video video yako kuunganisha kuunganisha. Unajua kuna content siku hizi una... mtu ametoka nyumbani nyumbani nyumbani ameenda paka, ameenda paka paka labda Kariakoo ame... zile shughuli zote za nyumbani anaweza akatumia hiyo hiyo CapCut akakata kata video, lakini lakini pia pia na vitu vingine ambavyo anataka kufanya kwa app app app ya CapCut. Itakusaidia kutengenezaji wa mtumishi muda unao hauwezi kushinda kujifunza namna kutumia hii app CapCut. Nyingine ambayo uta utaitumia au nashauri itumie ni app ya Canva download app app ya ya Canva. Ya Canva itakusaidia kuweza kutengeneza posters na mabango. Kwa mfano, mimi kama ah, kama watu ambao wananifuatilia zile posti zangu sen, zile zangu ambazo hata kama nimeandika same zile za slides zote natumia Canva. Kwa nikishamaliza tu kule naweka pale, Canva inaweza kanisaidia kuandika maneno posts posts zangu ah, kama niweka rangi, kama za posters za za birthday kutangaza biashara yangu kitu ambacho nakifanya kule tu ni kuedit

si ndio, dunia inaenda kasi sana moja. wapo ambacho unapaswa kuwa nacho ni kuhusiana na kwenda na, na, na, na mapinduzi ya AI, artificial intelligence, sindio? Inaweza ikakusaidia pia hata kwenye biashara yako, na mimi naitumia sana AI. Unaweza ukaitrain yani ikakujua yani, mwandiko wako ikakujua sauti yako ikakujua vitu ambavyo unavipenda, lakini ikakusaidia pia kupata data. Unaweza, unaweza, kupata data, Eh, yani muda mwingine hata unaweza unaweza ukawa kuna neno ambalo hujalielewa hata kwenye Biblia, ukaiandikia, of course ukishai train vizuri, ukaiandikia pale, ikakuelezea vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kupata hata kama si information ambayo unahitaji kabisa lakini angalau sehemu ya kuanzia na kusaidia sana. Kwa hiyo sasa kwenye zile idea hata za za post, unataka ku-post, labda nataka ku-post, unaweza ukaiandikia tu, ukaiuliza, nataka ku-post zangu ni tangazo gani ambalo ni zuri, linaweza likawateka watazamaji. Yani unataka kutengeneza video, unaweza ukaiuliza tu pale kufanya kitu fulani labda ni kivideo ah, unaweza kuiuza pia AI. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kuifanya sasa hivi, alafu ika ikakusaidia. Kwa hiyo chukua AI hiyo ChatGPT, jifunze namna ya kuitumia kwenye biashara yako. Unaweza kutumia kama watu ambao wanatumia mambo ya, IT lakini angalau kwa sehemu yako unaweza kaitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mambo yalikuwa ni mengi, lakini naamini kwamba kwenye haya kuna mambo ambayo yata yatakusaidia. Kwa hiyo kwenye hizo hizo hizo hizo vitu vya, vya kujifunza akisha kwamba unafanyaje, akisha kwamba unajifunza